Okay. Tisa na dakika kumi na sita, karibu sana kwenye Buzz Box ya Stein TV. Tuko live pale YouTube, unaweza kutufuatilia na kututazama mubashara, lakini pia usisahau kutuandikia comment zako. Unatusikiliza na kututazama ukiwa wapi? Uko na nani? Toa mashabu kwa wanao, tutatoa shout out zote hapa hapa, karibu sana, hii ni Leo ni tarehe 27 mwezi Machi 2025, uh, Happy birthday kwa wote ambao <laughs> umezaliwa siku ya leo. Bwana <laughs> <Yeah>, bwana. <that's it. laughs> Niangalie uh hivyo. Ah -uh, nimefanya nini sasa? Unazingua sana. All right, all right, right. Okay. Okay. Happy birthday to me.